Hauna maana yoyote kama hutaki kuwacha maovu. Yaani, kuna mfungo wa Ramadhani, mfungo wa Kwaresma, watu wanafunga, lakini haina maana kufunga kama mtu huachi au hutaki kuacha maovu. Mzaburi anatukumbuka anatukumbusha, Zaburi ya hamsini na moja aya ya kwanza hadi ya ishirini anatukumbusha kwamba ni bora kuomba upate usafi wa moyo, kuacha maovu, kwamba sisi yote tumeumbwa eh, tumelifu dhambi ya asili. Kwa ubatizo inaondoka, lakini bado tunatenda dhambi baada ya ubatizo, na licha ya hivyo bado kuna maovu yetu mengi tu, kutokana na mwelekeo huo wa kutenda dhambi. Sasa ni kuomba Mungu akuumbie moyo mpya. Zaburi ya 51 aya 15 inakumbusha Mungu mm, niumbie moyo safi ili midomo yangu hii walau inene sifa zako. Kwa sababu unanena vipi? Anasema kama kuna maovu, hata utoe sadaka ya namna gani, uchinje wewe, utoe sadaka, ujitese, usile, lakini Mungu hapendezwi na sadaka za namna hiyo. Anasema anapendezwa na moyo uliovunjika na kupondeka. Zaburi ya hamsini na moja aya ya kumi na saba. Kwa hiyo kitu msisitizo uwe kusafisha roho zetu, tubu, uwe mtu wa toba, uwe mtu wa msamaha, wasamehe wenzako, muombe na Mungu wa kusamehe yale ya kwako, ili basi uweze kupata hizo baraka na neema ambazo zitatokana na msamaha huo wa dhambi. Bwana wetu Yesu Kristu leo katika injili ya Yohani sura ya tatu aya ya kwanza hadi ya kumi. Kuna afisa, maafisa hao ni watumishi wa serikali, eh, maafisa mbalimbali mabosi. Kuna bosi huyu alikuwa ni mkuu wa Wayahudi, Nikodemo anaitwa. Injili ya Yohana sura ya tatu aya ya kwanza hadi ya kumi. Yeye alikuwa anaona aibu kwenda kwa Yesu. Sasa sasa, naendaje mchana watu wasema la kumbe na bosi na yeye? Tumemwona yani, kama mpela mpela anakwenda huko. Hapana, usiogope. Fanya basi kama Nikodemu Nikodemu. Nikodemu alichokifanya aliamua kumwendea Yesu usiku. Akafika kwambia, mwalimu, we najua unanena mema, wewe umetoka kwa Mungu na unayoyafanya ni ya haki, kwa sababu uko na Mungu. Sasa mimi nifanye nini? Yesu alimwambia, wewe kumbuka tu, usipozaliwa mara ya pili mbinguni wingine kuzaliwa mara ya pili kwamba si inawezekanaje? Mimi ni mzee mtu mzima, sasa nazaliwaje mara ya pili, pili? Nikamwambia bwana imekuja nuru, Kristo ni nuru, Kristo na kanisa lake ni nuru, inatuangaza sisi waamini e, na watu wengine wanaotuhubiria wanatuangaza kwamba nuru nuru hii huku, acha maovu maovu. Sasa nasema nuru imekuja, nyinyi mnangangania maovu, unangangania kukaa gizani. Utaingiaje? Kwa kuzaliwa mara ya pili ni kuacha maovu, kukubali kusafisha moyo ili ije maji mapya, ambayo ni kuzamishwa tena katika Roho Mtakatifu. Iko hivi, ukitenda dhambi unatoka kwenye upendo wa Mungu. Sasa unapotubu na kumrudia Mungu, maanake sasa ndio unarudishwa tena ndani ya upendo wa Mungu, na huko ndiko kuzaliwa mara ya pili, maana utarudishwa kwenye maji ya uzima, utarudishwa katika uzima wa Mungu. Na ukitenda dhambi ni kama samaki. Samaki akiwa ndani ya maji, alafu wewe ukienda ukimvua, ukamtoa mle, yani atawayawaya, atakufa. Lakini ukimrudisha ndani ya maji anapata uzima. Sasa kadhalika kadhali sisi tunapokuwa tunatenda dhambi tunapotenda maovu nakuwa kama samaki ambaye ametolewa ndani ya maji. Kwa hiyo katika hali ya dhambi, maana yake dhambi ni uasi. Waraka wa kwanza wa Yohani sura ya tatu aya ya kwanza hadi ya sita. Unapotenda dhambi inakuwa kama mtu alikutoa katika upendo wa Mungu, umetolewa baharini, au ziwani, au kwenye mto. Sasa e, unarudi vipi? Ni kuzaliwa mara ya pili. Ndio maana kwa toba yako maungamo yako ma ma, ma, ma, malipizi yako ili kurudi katika upendo wa Mungu ndio inakufanya kama unakuwa umezaliwa mara ya pili na kurudishwa ndani ya upendo wa Mungu. Kwa hiyo kuzaliwa mara ya pili ni wajibu, ni muhimu, ni lazima. Na wewe ambaye ni ofisa, si uko karibu labda na paroko au wapi, piga hata simu, baba paroko, mimi nataka kuungama. Maana najua nikija nikipanga foleni na hao wengine labda watanionaje, au unajisikia hivyo aibu na vitu kama hivyo Injili atakupa maelekezo njoo ungama, ni kipindi cha toba kama mwana mpotevu ya Yohane sura ya kumi na tano aya ya kumi na mbili hadi ya thelathini na mbili mtabu, aliamua akasema bwana mimi sasa nitaondoka nitarudi kwa baba nikaombe msamaha, baba nimekukosea wewe na baba wa mbinguni, unisamehe, tena nifanye tu kama mmoja wa wajakazi wako. Kwa hiyo hili litupe wala kama hamasa ya kipindi hiki cha Kwaresma. Kipindi cha Kwaresma ni kipindi kizuri ni zawadi ni fursa eh, ya kuzaliwa mara ya pili, kuumbiwa moyo mpya ili kinywa chako kisinene mabaya, bali kinene sifa za Mungu. Na hili tunalo pia hata katika injili injili ya Luka, hata injili ya Luka sura ya kumi na moja ya ishirini na tisa mpaka ya thelathini tunakumbushwa kwamba bwana, kumbe haya mtu anaweza kaache yale mabaya, kuliko kung'ang'ania kuwa kwenye giza, kwamba ukweli unauona, lakini mtu unang'ang'ania kuwa kwenye giza. Ameanza kwa kusema, pepo mchafu akimtoka mtu, huo na zukazugua akitafuta pakutua, akikosa Injili ya Luka sura ya 11 aya 24 hadi 26, akikosa sema ngoja nirudi nilikotoka. Akirudi akifuta ile mapambo ya hapo. Maana yake hata wewe mfungo wako huu, kama unafunga lakini zile ile mapambo ya shetani zile dhambi zake kuziacha, shetani atakufuata atakusumbua tu, utakuwa kama unarudi kwenye giza kwa sababu giza linaleta na shetani. Maana yake shetani ni mtu wa giza, mtu wa madhambi. Kwa hiyo badala ya kutenda yaliyo mema utayatenda kwenye nuru, kwa sababu unajua unahitaji nuru eh? Na kwa sababu huko na Mungu utakuwa huhitaki nuru, hutaki hata kuambiwa kwamba hiki ni kibaya, hii ni dhambi, kwa sababu unataka ubaki kwenye giza, maanake ukija kwenye mwanga utaambiwa ukweli na unawezekana ukamrudia Mungu. Sasa jitahidi rudi kwenye mwanga, na Kristo ndio nuru. Yeah, Injili ya Yohani sura ya nane aya ya kumi na mbili au Injili ya Yohani sura ya tisa aya ya tano. Lakini anatuambia sisi pia ni nuru. Kwa hiyo utakuwaje nuru au mwanga pale ambapo utakubali kujihusisha kuakisi kumfanya Kristo awe ndani yako eh, anavyosema yeye injili ya Yohani sura 15, 7, ya kumi na tano aya ya saba mpaka ya kumi. Atakuwaje ndani mwako? Kwa kusafisha kuondoa mabambu ya shetani na kupokea Ekaristi Takatifu katika, katika hali safi, katika hali ya neema utakaso, na hapo atakuwa ndani yako na hapo sasa utakuwa nuru na chumvi, Injili ya Mathayo sura ya tano aya ya kumi na tatu hadi ya kumi na sita utakuwa na wewe nuru na chumvi kwa wengine na hiki ni tunachotaka mazoezi haya ya kiroho ya kipindi cha koresma ambapo tunaalikwa tufunge tunaalikwa kulikuwa watu wa toba na sala lakini kutenda matendo ya huruma yale ya kiroho ya, ya kimwili Yesu atusaidia kutusogeza zaidi karibu na Mungu tusaidia zaidi karibu na Kristo na sisi pia tunaweza tukawa nuru na chumvi kwa wengine pasipo masiku